DAWASA nye mnamiana ili mifumo ambayo ni very complex ya kusambaza yeah, na kudistribute maji ili mifumo ina fall apart kila siku. Kwa hiyo nyie ni lazima mstay focus every day, kwa watu wanaaminia DAWASA ikiwepo ina deliver. Hiyo ni credibility. Nawapongeza, niwapongeza sana na leadership ya DAWASA kwa kweli, ina kwa kweli inaodinal crisis kwa sababu crisis inapotokea DAWASA na make headline, maji yake yanatoka, watu wanakunywa maji ya waste, kisi cha DAWASA popote inataja. Kwa hiyo leadership ya DAWASA inakuwa define a crisis, kwa hiyo lazima mtengeneze sana ability ya ku manage crisis. Mimi kwa upande wangu, na kuhudumia wananchi wangu, watu wako very comfortable, wanafurahia huduma zenu, lakini kwa maana ya performance ya taasisi ya ya, ya DAWASA matokeo yanajieleza, sio eneo ambalo nataka kusema sana tunaposimama leo tunapofanya baraza hili katika mkoa wa Pwani, kama mnavyofahamu e, tunatoa huduma ya maji. Vyanzo vyetu vingi vikuu vya maji katika jijini la Dar es Salaam na pwani vina viko katika mkoa wa Pwani. Katika kipindi hiki chote karibu shilingi tilioni moja pointi mbili zinatumika kuboresha huduma ya maji katika ile eneo la DAWASA, tilioni moja pointi mbili, na kati ya hizo bilioni 800 ni miradi ya maji safi na bilioni karibu mia nne ni miradi ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa katika kipindi hiki cha kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma ya maji katika eneo la huduma la DAWASA, kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam vile vile na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Lakini kati ya miradi hiyo ambayo imekamilika na mingine maendelea, iliyokamilika ina zaidi ya bilioni 345 na miradi inayoendelea ni zaidi ya bilioni 855. Kwa hiyo utajaribu kuweza kuona kwamba kuna kazi kubwa imefanyika na kazi kubwa bado inaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma ya maji pekee. Tupende kuchukua nafasi hii kushukuru serikali, kama mtakumbuka, zaidi ya shilingi bilioni 336 zimewekwa pale, ujenzi umeanza, utekelezaji unaendelea, tuko zaidi ya asilimia 28 ya utekelezaji. Ni matarajio yetu kwamba kufikia mwakani kwenye mwezi wa sita, basi mradi huu ukiokamilika utaweza kutuhakikishia kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo ambayo yamefanyika.